Tangaza na weka biashara yako mtandaoni bure hapa Tanzania. Unachotakiwa ni kufuata vitu vifuatavyo. Lazima uwe na Facebook business page, lazima uwe na Instagram business page, lazima uwe na app ya WhatsApp business na lazima u-download app inaitwa Google My Profile Business. Sasa hapa hivi vyote ni mitandao minne tofauti na yote ina faida yake tofauti. Sasa tunaanzia na Facebook na Instagram. Facebook na Instagram ndio mitandao pendwa hapa Tanzania katika kufanya biashara na kuuza na watu kutafuta information ya service fulani katika mitandao kwa kuangalia mi picha na video. Sasa, kitu cha, kufanya cha kwanza ni lazima uangalie ushindani wako au washindani wenzako wa, wa wenza kibiashara na wakina nani? Na ukishatambua, lazima uangalie profile zao zikoje. Hii ndio tunaita kitu hii tunaita katika kitaalam tunaita social media optimization. Lazima uangalie page za washindani wako zina followers kiasi gani, zina engagement kiasi gani, wanatumia maneno gani ku drive sale katika mitandao ya kijamii afu, na wewe utakuja na kitu ambacho kinafaa. Unatakiwa uje na idea yako ya kufanya kitu kinachoitwa keyword research. Keyword research ni lazima uwe na utamaduni wa kufuatilia ni maneno gani watu wanatumia ku search information fulani mtandaoni, au kununua simu, au kununua bidhaa fulani katika mtandao fulani. Ukishamaliza lazima optimize page yako kwa hizo keywords na hayo maneno katika description na katika content zako utazokuwa unazi upload. Hii kitu yote inayofanya inaitwa social media optimization. Hii itakusaidia hata kama una followers wengi, page zako ku rank au video yako kurenki kwa watumiaji tofauti tofauti, na search engine ku rank page yako kwa sababu ni SEO friendly au ni search engine friendly. Sasa kumbuka hizi mitandao unaweza ukai ukaijointisha page zako ukaijointi page yako ya Facebook business page na Instagram vile vile, hizi page ukazijointi na WhatsApp business yako. Katika WhatsApp business tunafanya kitu kinachoitwa WhatsApp e-commerce business marketing. Maana yake ni nini? Sasa hivi ukidownload ile app ya WhatsApp business, kuna kitu kinachoitwa catalog. Catalog, au add product unaweza ukaweka services zako au product zako pale katika hilo place. Na vile sasa, ukiwa umesha hizo link na hizo page zinakufanya mteja wako asipotea, akawa muda mwingi katika page zako, na katengeneza sales na ukamshauri kwa kuangalia mfanano wa page zako. Afu pili, kuna kitu tunachokiita Google My Profile Business. Sasa kuna wale watu wanataka location za biashara zao zionekane kwenye mapu, kuna wale watu wanataka location zao zionekane kwenye search results za Google. Sasa download hii app, itakusaidia kwanza. Kuna uwezo kuweka unasajili biashara yako pale, ni bure kabisa. Utaweka jina biashara, description na kila kitu na, na location yako. Wakisha ku approve automatically utaonekana kwenye Google map, location yako itaonekana, na vile vile mtu akiwa na search bidhaa katika Google ataona bidhaa yako au duka lako kutokana na keyword ambayo utakuwa umeitumia, yani maneno ambayo utakuwa unatumia kutangazia ile biashara yako. Sasa hapa kuna kitu kwenye katika Google profile kuna kitu ambacho unaweza ukapost, unaweza ukaweka video. Hizi zote ni content generating, kwa hiyo zitakusaidia wewe kutangaza biashara yako bure mtandaoni. Kwa unangoja nini au unasubiri nini kuanza kufanya biashara yako mtandaoni na kutengeneza authority ya kuwa social brand na wateja wa kufahamu na kuweza kuuza mtandaoni? Kumbuka, katika kufanya biashara mtandaoni inahitaji muda, mikakati na uvumilivu ili kutengeneza faida au kuuza. Usiwe na haraka, vumilia. Tumia hii platform kwa kujiwekea muda fulani na kutengeneza authority kubwa na kupata matokeo sahihi.